Tumeendelea kuimarisha sekta ya elimu. Mheshimiwa mbunge alisema unahitaji VETA, tumeleta VETA kwenye halmashauri hii, wilaya hii, ambayo pia itasomesha masuala ya ufundi. Hizi VETA tumezijenga ili wewe ukasomee ufundi ukusaidie katika shughuli za ujasiriamali. VETA ile sio tu ya kijana wa darasa saba, hata uliyemaliza digrii umesoma geography pale ni ufundi. Chuo kikuu umesoma geography, sio ufundi. Nenda akasomee kujenga ili uwe mjenzi. Nenda kajifunze kompyuta uwe mtaalamu wa kompyuta. Nenda akajifunze kushona nguo uwe fundi cherani. Nenda kajifunze ufundi umeme uwe fundi umeme. Kwa hata mwanafunzi wa chuo kikuu anaweza kwenda kusoma VETA kwa sababu pale unasomea ufundi. Ndio malengo ya Serikali ya kutoa fursa ya watu kusomea ujuzi na ufundi ili wasaidie katika kujianzishia shughuli za kiufundi ambazo zitakuletea kipato na kuendesha maisha yao. Kwa hiyo, mheshimiwa Ngasa, uliona mbali kuomba VETA, tumeshakuletea milioni 2.6.6 mili tayari. Umeshasema ujenzi umekamilika na chuo kinaanza. Endeleeni, nenda mkasome vijana na ufundi, na tunaimarisha vifaa kwa ajili ya usomaji wa ufundi. Haya ni kwa ajili yenu. Kwa hiyo, kwenye sekta ya elimu huku tunaendelea eneo ambalo leo nataka niwadokeze, kwenye sekta ya elimu ni elimu ya juu. Tumeanza kuona wilaya ya Igunga inafaulisha sana kidato cha nne hata kidato cha sita. Ongera sana wana Igunga, ongera sana, ufaulu umepanda sana kwa usimamizi wenu, baraza la madiwani, kwa usimamizi na uratibu mzuri wa afisa elimu wa msingi na sekondari, tumeona ufaulu umekuwa mkubwa na hii ni kazi mzuri unaofanywa na waalimu wetu ongera sana walimu, popote mlipo, kama mmekuja hapa kwa kazi hiyo mzuri, endeleeni. Nini ambacho Dokta Samia amefanya huku juu, anajua kwamba kuna vijana wanatoka kwenye familia hazina uwezo wa kuenda kusoma Dar es Salaam kumaliza miaka yote mitatu, kwa sababu ya uwezo wa kifedha. Wakati mwe Dokta Samia rais wetu anaingia madarakani, fedha iliyokuwa tengwa serikalini ya kuwaweza kuwakopesha vijana wanaotoka kwenye familia siokuwa na uwezo ilikuwa ni bilioni mia nne na sabini Leo hii tuna bilioni mia saba na ishirini Maanake nini? Fedha imeongezeka, maanake kupanua wigo wa vijana kuwa wengi wanaopata mikopo ya elimu ya juu. Na kwa hiyo vijana wameweza, kidato cha sita, amefaulu vizuri, anapaswa kwenda chuo kikuu. Tanzania leo tuna vyuo vikuu zaidi ya arobaini na tano ana uwezo wa kwenda chuo kikuu chochote. Swala so, la malipo, anayeweza kuomba kwenye mkopo wa bodi ya mikopo, na serikali imeongeza na bajeti ambayo tutaipitisha mwezi ujao, na Mheshimiwa Ngasa atapitisha kwa sababu ana vijana wake wanahitaji kuingia kwenye fursa hiyo. Tutaongeza fedha fedha tena, ili fedha iendelee kupanuka kwa ajili ya watanzania wanaosoma. Hii kazi inaendelea vizuri. Nimekuja hapa kuhakikishia kwamba tunaangalia maeneo yenye uhitaji mkubwa na wabunge hawa wanajaribu kutuonyesha maeneo wa ambayo yana uhitaji mkubwa. Na mshikamano waliokuwa nao wabunge wa mkoa huu wa kila mmoja kuzungumza habari za Tabora bila kujali jimbo lake imesaidia sana mkoa huu kupata mabadiliko makubwa sana. Pigia makofi wabunge wetu, Mheshimiwa Ngasa na wenzake wote ambao wamekuja hapa na Dokta Guangala Zedi na Mheshimiwa Venance, lakini pia na kijana mdogo sana ndani ya bunge, mbunge wa Manonga, Mheshimiwa Gulamali. Kazi lake yeye ni ana makomando sana, mabounsa anahifadhi mabounsa. Ndio shida ya zuia hata basi amezuia hata basi na mabounsa wako ndio shida ya Mheshimiwa mbunge Gulamali wa Manonga, hiyo kwamba ana mabounsa anazuia hata basi ikiwa na watu

kuona namna itakavyofanikiwa kuhamasisha wananchi kuvuta umeme ndani ya nyumba.